takatifu itaadhimishwa na hao, siyo shemasi ah. Padre na skofu tu. Basi ndugu zangu wapendwa, na kwa namna ya pekee pia mapadre, palipo na tabernakulo alipo Yesu Kristo, sisi ndio waadhimishaji waku, sisi ndio waadhimishaji waku. Funguo za pale kwenye tabernakulo, mapadwe hizo ndio za kutunza, sio kutunza funguo za sitoo. Funguo za pale ni zetu sisi, usikabidhi wengine kamwe usikabidhi uh, wala ekaristi takatifu itaadhimishwa na hao.